Guys, good evening, welcome back to our youtube channel. It's your girl kama cha. Kama ni mgeni katika hii channel, make sure me subscribe, like, share, comment to our videos and uh, guys we are back. By the way, tumepotea ya. Yeah, tumepotea watu wangu, vile niambia, tulikuwa tuna matanga ya yeah. Mm, mama gift anti yake alipasi, so tumekuwa na matanga shughuli hapa na pale, but good enough tumezikana by Saturday. So now tumerudi, na tunashukuru Mungu amekuwa mwaminifu katika hiyo safari yote tumemwona hakika amekuwa mwaminifu upande wetu. So guys we are back as usual. So guys, kama unajua ja like guys make sure me like subscribe then comment to our videos. kwa miss now we guys, nimewamiss by the way, nimewamiss, nimewamiss watu wangu, lakini sasa nimerudi n anyway guys, niko na story mob yani, niko na story mob, mob, mob, mob. So leo tu ninataka kwanza tuanze na hii story guys, huyu mwanamke mnamwona tu hapo kwa picha ya yeah, huyu sasa na yeye amejifungua kwa nyumba ya Mwarabu, guys huyu <gibu> naye amejifungua kwa nyumba ya Mwarabu. Wantu wangu semeni, ni kubaya hmm? So inasemekana huyu msichana, by the way, huyu naye ni Muuganda. Amefanya contract ya two and a half yaze kaisha, akaenda nyumbani tena akarudi. So amefanya amefanya kazi kwa hiyo nyumba sana, na ni kama alipewa mimba na baba, juu anaogopa kusema kama, mim, kama mtoto ni wa baba. But guys amejifungua kwa nyumba, bosi wake akashtuka, bosi mumama akashtuka. Kadama kuulizwa guys, yeye amesema ati vile alienda home tena alirudi akiwa na mimba, but ile muda yenye ambao ameenda nyumbani e March na hii mimba Yani amefunika mimba guys, mpaka vile amefika kujifungua. So mtoto mwenye kuzaliwa, mtoto ni mweupe, yani mtoto ni mweupe. Sasa mwarabu, mumama ameshindwa. Kadama yeye anasema yeye, mtoto alipata mimba kutoka wapi? Kule Uganda. So guys, nawambia ni kubaya hmm? ni kubaya So ni kubaya sasa awajui atafanya nini. So msichana amejaribu kupigia marafiki zake makadama zake simu akamwambia kimi naomba usaidizi. Mimi baba alinipea mimba na naogopa kwambia bibi yake sasa nimezaa. Yaani msichana amezalia ndani ya nyumba. Guys, we watu nawaambianga tu kila wakati watu wangu. Si mtu kama ameenda kazi watu wangu. Si mtu tu ofanye ile kazi ili kupeleka pale. Si tufanye ile kazi nyai tupeleka pale watu wangu. Hmm? Just imagine sasa, huyu sijui nini yenye ta happen sasa. Saizi anajaribu kuongelesha watu wa kampuni, anatafuta vile atatoroka. Mama ameleta shida ndani ya hiyo nyumba. Mama amemwambia how comes, anasema itoka na mimba venye umeenda nyumbani, na saizi ni mwaka tangu uende nyumbani, saizi ni mwaka moja na nusu We. Yani amepea wazazi wake stress saizi wazazi wake wako na stress juu, wazazi wake wamepigiwa simu. Yani hata wazazi saizi guys wako na stress yani juu hata ao hawajui watafanya namna gani hmm. So watu wangu, sometimes huwa tunasemanga waarabu ni wabaya, lakini pia what? pia saa zingine guys, pia hata sisi kuna vile, pia watu pia nao huwa wana wanazidisha mambo juu, hmm? you for sure Ulienda kwa nyumba kufanya kazi ama ulienda sasa wewe kufanya mapenzi na mzee wa wenyewe hmm? Mi guys nawaambianga tu ukweli, hakuna siku hata wewe utafurahia mfanyakazi akilala na mzee wako. So huyo kadama, imagine na amerinda hiyo mimba, yani amerinda hiyo mimba, yani amekuwa akivaanga tu manguo mabig mpaka, hmm? yani aka... Yaani abameamkia tu kama anajifungua na akajifungua tu vizuri, akiwa peke yake, akajifanyia kila kintu vizuri, akamaliza aka nini mtoto wake vizuri, akiwa peke yake tu hivi. bosi wake kusikia mtoto analia i hey, bosi wake akashangaa kwenda kwa rumu yake guys, kadama akapatikana kama amejifungua mtoto. Mtoto ni kijana, mtoto ni kijana So, sahizi sasa nawambia, kumewa kumewaka moto kwa hiyo nyumba. Mama anauliza baba, baba anasema yeye mimba si yake, kadama naye anasema mimba aitoka nayo Uganda eh, lakini nawambia ile nini made nini zikihesabu miezi zikihesabiwa aki for sure, hiyo mimba a kutoka nayo nyumbani. So wantu wangu, hivyo ndio kuko huyu sasa, hivyo ndiyo, ndiyo ameamua kufanya So mtoto sasa amechazaliwa, mtoto amechazaliwa. So sasa, yeye mtoto ana makosa wa? Watu wangu, mimi yani sijui pia, sa sometimes huwa watu wengine munataka namna gani? Juu imagine, Eh? Sasa wazazi ndio, hakuna kitu inaniuma guys, kuwa kama vitu hizi zote ziki happen, wale wazazi wenye waliacha nyumbani, yani ndio wanateseka. Juu sasa hizi mzazi hawezi akalala, amechajua umejifungua kwa nyumba wenyewe vile waarabu. Yani hadi mzazi mwenyewe hata yani, apate usingizi. Sasa hizi mzazi wake analia kule Uganda, yani analia, anaomba tu serikali msena atafute, venye atakuja, lakini sasa guys, si rahisi vile ma vile yani ma, mzazi anafikiria ya kutoka pale Saudia hmm? na mwalabu naye guys ameleta shida ji mtoto. Unajua tu guys ile kitu yenye mademu wengine ji mtoto wa mwarabu awezi fanana na wetu wa Kiafrika, awawezi wakafanana. Ukijifungua tu hivi mtoto ataonekana tu, huyu ni wa kutoka kwa nyinyi, wa nywele ngumu, na wewe ni wa nywele soft guys. So watu wangu tuivoa, wa huyu msichana amelea mimba miezi tisa. So ameshindwa kusema mimba ni ya nani sasa. Naogopa kusema kama mimba ni ya baba, yaani sasa yeye ako tu hapo, ako tu hapo guys. Sasa ni kusumbua saa hizi watu anapiga masimu, yaani sasa mama yeye anasema amwambie huyu mtoto ni wa nani, juu kintu ya kwanza msiana atokangi kwa nyumba hmm? amefanya kontrakti ya kwanza ikaisha Akaenda nyumbani na akarudi, akali new contract. Tangu arudi akali new contract ajaitoka, na bado anasema yeye atiyo, mimba ni ya nani? Alitoka nayo wapi, nyumbani? Guys, wa so hivyo ndio kuka. Watu wangu, mlike the video. Sasa mimi niambie tu sasa, shwari, huyu msiana sasa atasaidika namna gani? Juu sasa ye mwenyewe tu a, a, ni ukweli tu, mimba ni ya boss wake. But sasa, hey. We kutetea kadama saa zingine guys, ni ngumu sijui aki aki, sijui mbona mtu tu guys, unajua kuna watu wengine wakidhania kama unajua tu vizuri hawezi kaa bila mwanaume so ende, kama umeweka family planning bwana, hata kunao ya miaka tano, enda weka family planning yako ya miaka tano, then enda ufanye kazi hmm? Jue kama unajua tu vizuri kabisa kabisa uwezi kukaa mahali bila kulala na mwanaume. Na guys, let me tell you, hao Arabu wanawatumianga tu sana. Kwa sababu gani? Hakuna siku mwarabu atawachana, atawacha bibi yake ati akuchague wewe mfanyakazi pia. Sometimes, ni vizuri kuji respect. Ni vizuri kujirespect. Juu usipojirespect, hakuna siku mwarabu atakurespect. Hakuna siku mwarabu atakurespect. Sasa hizi msichana ako confused. anashindwa kusema kama mimba ni ya baba yaani, sasa ako confused. Na kwa ile nyumba anajua tu akisema tu hivi, juu obvious banaweza muua. Wanaweza muua. Wanaweza muua hmm? So watu wangu, hivyo ndio kuko, yani sijui, so sasa hizi sasa, serikali hawajui watamsaidia namna gani, ene wacha tutungojei tujue maybe watamsaidia Mm. Yaani ni story ingine pia iko, yaani ya kushangaza, so my sisters, please, tunapofanya kazi woja tuende, tuna aim yenye tupeleka pale, kama ni kufanya kazi, make sure unafanya kazi yako. Hizi vitu zingine guys, eh, hizi vitu zingine. Kwa hii dunia utapata mtu mwenye ambaye atakupenda ambaye ni wako, wacheneni na wazewa wenyewe tena huyu mwanaume pala na kutumia ah, kuna siku atakupenda? Na wengi wao munatumika, hata unadanganya tu vintu tudogo tu. Just imagine. So hivyo ndio kuko, huyu amezalia ndani ya nyumba. So guys, like the video, msubscribe, ninawapenda. We love you. Greetings from Mama Gift. Soon atakuwa amerudi. Ninawapenda.